Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Singida Mheshimiwa Halima Omar Bendegu alitisha kikao kwa lengo la kukutana na makampuni matatu ya ununuzi wa tumbaku. Makampuni hayo ni Magefa be ka pamoja na Farmazo, ambayo yanadaiwa malipo ya tumbaku ambayo wamechukua kutoka kwa wakulima kwenye msimu huu wa ishirini na kikao kile ambacho mheshimiwa mkuu wa mkoa alikiitisha na ambacho kimsingi aliwaita, um, wakurugenzi wa zile kampuni tatu ili waje wa, waeleze na kimsingi walete malipo yale ya wakulima ambayo wanadaiwa yana dai, yana ambayo yanafikia e, jumla ya e, dola za kimarekani mia nane na elfu nne kwa kampuni moja moja. Kampuni ya Magefa inadaiwa dola laki nne na sitini na tano mia mbili kumi na moja nukta moja tisa. E, kampuni ya inadaiwa dola laki mbili tisini na saba mia mbili na hamsini na tano nukta moja nane, na hii kampuni ya Farmers Rock yenyewe inadaiwa dola za Marekani elfu arobaini na mbili mia tatu arobaini na nne nukta sita sita. Sasa e, kwa bahati mbaya sana wamiliki wale wa hizo kampuni wenyewe kwa maana ya e, wakurugenzi hawakufika, wakawaleta hapa e, wawakilishi wao. Na kwa bahati mbaya si zaidi kampuni moja ile ya, ya Farmers Rock haikufika kabisa, hata haikuwa na mwakilishi. Lakini wale wawakilishi walio walio waliotumwa walivyo e, fika na kuulizwa ni lini sasa makampuni hayo yatakamilisha yata malipo ya wakulima, hawakuwa na majibu. Na kwenye wito ambao Mheshimiwa mkuu wa mkoa aliwapelekea, aliwaambia lazima wafike wakurugenzi wenyewe, lakini wale ambao kama hawatafika, wale watakaofika wawe na majibu, ikiwa ni pamoja na malipo ya wakulima yeah. Baada ya majadiliano sasa na kwa sababu hawakuwa na majibu yoyote ya lini hizo fedha zitalipwa, lakini kwa kuzingatia umuhimu wa wakulima kwamba wamevumilia kwa muda mrefu, Mheshimiwa mkuu wa mkoa na kamati yake ya ulinzi wakakubaliana kwamba wale wawakilishi wa zile kampuni mbili waliokuwa wamefika, mwakilishi wa kampuni ya Magefa na mwakilishi wa kampuni ya Bayekse, Washikiliwe hadi hapo wakurugenzi wa kampuni hizo watakapofika Singida kukutana na mheshimiwa mkuu wa mkoa mwenyewe wakiwa na malipo hayo ya wakulima ambayo wanadaiwa.